Assalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Abil Qasim Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu katika imani, yamezungumzwa mengi, mashekha wamezungumza. Nilikuwa na kofia nisije nikaharibu mambo. Yakao mengi, watu wakashindwa kubeba sababu so, wengi nikiwaangalia hawana nini, madaktari yale mazuri watu wakayaacha na kidogo sababu, tumeambiwa tukumbushane, sintaacha hata kidogo. Bibi amezungumzia ujasiri ya mali, mashekhe wamezungumzia zile kumi nini, zile amri kumi zile nitakuwa na bibi yangu hapa, kazungumzia ujasiriamali. Kwa nini sisi tuna feli, ima wanawake ima wanaume, tuna feli katika ujasiriamali? Kwa nini tuna feli? Ni zile kauli mbaya, ni kukosa mitaji au ni nini? Mi naweza nikasema tuna feli kwa sababu tumemwacha Allah tabaraka wataala, malengo tumeacha mtu, anatafuta mali ili ajinufaishe yeye na familia zake, ajenge majumba, ajenge magorofa, anunue magari. Tumewazungumziwa maswahaba hapa kidogo tu, namna gani, jinsi walivyokuwa wanatoa mali zao hapo wanaambiwa wamebakiza nini? Wanasema tumembakiza Allah tabaraka wa taala na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nakusudia maana hii, tunapotafuta mali tutafuta kwa ajili ya Allah, tunatafuta mali ili tuendeshe Uislamu. Tutafuta mali kwa ajili ya kuendesha Uislamu, si kwa ajili ninunua manani, mashamba ninunua, ninunua magari, nijenge majumba. Ah, sio lengo lengo ni kwa ajili ya kuendeleza Uislamu, na ndio kwa maana tuna feli, hatupati. Kwa sababu gani? mali ambazo tunazotafuta tunachanganya mariba humo humo, si ndivyo? Mariba, ukiwa na mali yako yenye riba, unafikiri utafanikisha? Huwezi ukafanikisha. Unatafuta mali kwa njia ya riba utafanikisha huwezi ukafanikisha. Allah tabaraka wa taala ataiharibu kaiyo. Malengo ya kutafuta ya kuendeleza kwa ajili ya uendelezo wa Uislamu, tuwa na mipaka. Uelewa riba haifai, nitafuta mali ya halali niendeleze Uislamu, hapo utafaulu hapo. Allah tabaraka wa ta taala anasema ya ayyuha alladhina amanu, enye ambayo mliamini hal adullukum ala tijaratin tumjiku min adhabin alim tuminuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi biamwalikum wa anfusikum. Angalieni malengo, Allah tabaraka wa taala anaiweka ndani ya Qurani, haya ndio malengo. Tumefeli kwenye malengo, ndio kwa maana tunaanguka. Na unapoanguka kama ulikuwa umechanganya mali yako na mali ya haramu, mali ya dhulma, mali ya riba Uombe Allah tabaraka wataala msamaha. Unapokuwa unafeli, hata mali yako ile ambayo ni halali una feli. Uislamu umetufundisha unatakiwa usemaje? Si ndivyo jamaa, mashehe? Usema astaghfirullah, astaghfirullah, lakini una feli. Ah, kwa nini nimefeli fulani